tu namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujaalia e, kufika siku ya leo na kutujalia kufika kwenye kituo hiki cha Faraja kilichopo Mburahati, Dar es Salaam kwa ajili ya kukuja kukabidhi sadaka yetu kuelekea katika mchezo wetu wa Jumapili, mchezo wa ligi ya mabingwa barani Afrika. Kama ilivyo tamaduni yetu na kama ulivyo utaratibu wetu kila tunapokuwa na tukio kubwa, tunapokuwa na mechi kubwa na muhimu, tunawajibika kutoa sadaka kwa watu wenye uhitaji, ikiwa ni kutafuta radhi za Mwenyezi Mungu na tuweze kumwelezea shida yetu, ambayo ni kuomba msaada kutoka kwake, atusaidie, atuwezeshe tuweze kushinda mchezo Jumapili na tuweze kufuzu hatua ya makundi ya ligi mabingwa barani Afrika. Mchezo huu wa Jumapili kwetu bado ni mchezo muhimu sana kwetu, bado ni mchezo mgumu sana kwetu, ni mchezo wenye thamani na wenye uzito mkubwa kweli kweli, na ndio maana tunaamua kutoa msaada huu ama kutoa sadaka hii ikiwa ni sehemu ya kutoa eh, kwa jamii, kurejesha kwa jamii, na vile vile na sisi iwe sehemu ya kukubaliwa dua zetu na kuomba kwa Mwenyezi Mungu atujalie tupate ushindi katika mchezo wa Jumapili. Mchezo wa Jumapili ni mchezo muhimu sana kwetu, tuna uhitaji mchezo huu tuweze kushinda na kufuzu na kuingia hatua makundi, pamoja na kwamba tunaongoza mpaka hivi sasa kwa idadi kubwa ya magoli, lakini bado tuna dhamira kubwa ya kutaka kupata matokeo makubwa katika mchezo wa Jumapili na kwa mantiki hiyo basi hatuna budi kufanya kila tunachoweza kufanya, ili tuweze kupata ushindi katika mchezo huo wa siku ya wa Jumapili. Wageni wetu kwa maana ya ya, ya ya ya Nsingizini wenyewe wanataraji kuwasili hileo majira ya saa kumi na mbili na dakika arobaini jioni kwa ajili ya mchezo huo kesho watafanya mazoezi yao ya kwanza na ya mwisho kuelekea katika mchezo wetu, na sisi tumeendelea na program yetu ya maandalizi na mazoezi na kila kitu kwa upande wetu kinakwenda vizuri. Niseme tu ya kwamba jukumu pekee ambalo limebaki kwetu hivi sasa ni sisi mashabiki wa Simba kuendelea kununua tiketi zetu, kuendelea kununua tiketi kwa ajili ya mchezo wetu ili twende tukafanye vizuri katika mchezo huo, na malengo yetu ni yale yale, ni kuitaka kujaza Benjamin Mkapa, tunataka kujaza uwanja Benjamin Mkapa kutokana na umuhimu wa mchezo wenyewe, lakini vile vile kutokana na historia kubwa ambayo tunakwenda kuiandika siku ya Jumapili. Sasa basi, tungependa kuona historia hii ya kufuzu kwa mara ya saba michuano ya Afrika, twende tukaiandike tukiwa na wanasimba wote, hivyo mtu asibaki nyumbani siku hiyo, mwanasimba asibaki tawini siku hiyo. Mwanasimba, fanya kila unachoweza, tarehe 26 uje Benjamin Mkapa, tuje tu tuiunge mkono timu yetu ikienda hatua ya makundi. Na nasisitiza tena, sare yetu siku ya Jumapili ni jezi nyekundu ya kuskan ya Simba Sports Club. Asanteni sana, asanteni sana. Karibuni sana, karibuni wachezaji wa Simba pia na Mo Dewji, asanteni kwa sadaka. Mwenyezi Mungu awabariki, Mwenyezi Mungu awalinde, Mwenyezi Mungu awazidishie. Pia naombea wachezaji wa Simba, Mwenyezi Mungu awape nguvu, awape afya, siku ya Jumapili waweze kupata ushindi, pia wawe mabingwa afrika na Tanzania nzima inshallah, kwa kuleta sadaka kwa watoto yatima. Pia tutasoma dua kuwaombea wazidi kuwa mabingwa inshallah, kwa uwezo wa Allah. Karibuni sana. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabi, tunakuomba ujalie Simba ufuzu katika hatua ya makundi. Rabi, tunakuomba ujalie Simba uwe mabingwa barani Afrika na Tanzania nzima, Rabi na kuomba ujalie Simba Amin. Kila ligi anayoshiriki achukue kombe, Rabi na kuomba wajalie mashabiki wasikate tamaa katika kuishabikia timu hiyo ya Simba. Rabi nakuomba ujalie modridge